Endelea kutuma Kindiki kule Siaya kwenda kusema huko baa zibaaamazimaaaazi andimiza spika. Mimi nataka niombe, na taka niombe, na asikuwa na bibi anajibishana na Kindiki awachie Kindiki wa mama wenzake. Mwanaume lazima kuwa na sauti

tunapokuja kwa picha Kalonzo hapa Nyakaranda mukuwe kwa sababu vizaspika, sio sio, Kalonzo anatoa Ruto kwa kiti.